Haya mtazamaji, karibu sana kwenye episode ya pili eh, tunaendelea mbele e, tamthilia inaitwa Legend of Chi. Basi mara ya mwisho tumeweza kushuhudia, kuna mengi yaliyojitokeza, lakini sasa hebu tu rewind kidogo e, kutoka nyuma kidogo, ili tuweze kupata kisa kilianzia wapi, kilianzia basi. Mwanadada huyu akamwambia, aonesha, we mgeni hapa, hebu pata kinywaji. Basi jamaa akamwambia, kamwambia, mimi situmii pombe oh. Sasa kama utumii pombe si utakuwa unaishi maisha ya, ki, ya unakuwa bored sana mm. akamwambia mimi nimekuja hapa kutafuta chumba, sio mwanamke. kugonje bado eh, si akataka kugusa na ule upanga, jamaa hataki kabisa upanga uguse. kama kugonje zinshin daming akamuuliza, unatokea wapi na unaelekea wapi? yo chuna ni vana so mdo wenti, unauliza maswali mengi sana na ni kasu wa haya, basi niambie jina lako. Fu Hongxue akamtamkia jina lake, anaitwa Fu Hongxue ta shu

Nani alisema kwamba Master Fu eti amekosa chumba cha kulala? Ili eneo lina marafiki wengi sana. Kwa nini nisipate rafiki hapa? Katika chumba changu kuna nafasi. Miliki ameshakubali hapa. Basi utafikia katika chumba changu leo usiku japo kwa leo tu. Hatimaye basi wakapata muda. Kweli bwana, chumba, ya chumba, chumba ni kikubwa akamkaribisha katika chumba chake. Kamwambia, bana karibu sana. Sasa huku katikati katikati huku. Wewe ulikuwa unaelekea wapi? Lakini sio mbaya, kuna chakula kizuri tu hapa. Hapana, mimi si mtu wa kunywa pombe, samahani. Eh, unaonekana wa kitu tofauti. Katika maisha yangu nimejionea mambo mengi ya kila aina. Sasa hii mara yangu ya kwanza kuona mtu anakataa pombe. Basi leo mimi nasisitiza tuwe marafiki. Mimi sihitaji marafiki. Na hata hivyo baada ya usiku wa leo hutoniona tena. Sasa mastafu unaelekea wapi? Unaonekana kabisa umepita hapa labda pengine kuna mahali unakoelekea. Sema uhitaji kujua kuhusu mimi. Kuna vingi ambavyo vinaonyesha wewe ulitoka upande wa magharibi. Mavazi yako jinsi yalivyo yanaonyesha kabisa umevuka jambo. Wewe umetoka magharibi. Hata jinsi nikikuona tu hivi naweza kuelezea kabisa wewe ni mgeni hapa. Lakini kuna jambo moja bado sijalielewa. Akasema jambo gani? Ni kesho mimi nitaanza. Unataka kuondoka kesho, umetumia pesa zako zote. Sasa unaelekea wapi? utaendaje bila pesa? Akamwambia haiko ni ah, hayo ndio mambo ambayo mimi yananitiaga yanaitiaga wasiwasi, hasa upanga wako. Wakaanza kuonyeshana pale pale <tip> hii ni pale pale mezani unaambiwa <tip> wewe, nipe heshima, uchungulie upanga kidogo huo, eh. Jamaa akaupeleka <tip> <shule tip> Upanga wangu sio wa kushangaa, shangaa. Lazima nitautazama tu ule upanga. Boyan, hey, mambo yanaenda. Lord Murong amesema kwamba ana shauku ya kufunga ndoa. Naona kila mtu tayari ana taarifa. Amemwacha Fu Hongxue katika chumba chake peke yake. Hebu tafuteni nafasi muone kama bado. Umeenda kuangalia mpakani kukoje? Hakuna wageni. Nilikuwa na wasiwasi wasi sana. Sister Chui. Kuna habari. Ilikuja habari ambayo si njema. Unajua, mara ya mwisho walikuwa wakijadili kuhusiana na kundi kubwa lililotumwa kwenda. Lakini uko mmoja ambaye hakufika. Walitumwa 36, wakarudi 35. Huyo mmoja ambaye anaitwa yeye akurudi na kundi la wenzi sasa amekuja taarifa, ndipo sasa wanaelekea katika eneo. Kama vile taarifa ilivyowaita, kuna nini kimetokea? Hatimaye walipofika katika lile eneo la tukio, basi wakatulia tu kwanza. Palemsikang wanamwambia kiongozi wao, naenda ujionee, kuna vitu ambavyo tunavyoona hapa si vya kawaida. Kulikuwa kuna jeneza pale chini na farasi pembeni. Huyu ni farasi wetu. Hebu inueni ile sanduku. Hey. Wakalibenua ile sanduku. <coughs> Sasa ulipofunua ule ndani panaonekana pana. Oh. He, inu huu. Sasa inu huu ndio huyo alikuwa anasema kwamba kwenye wale 36 waliorudi walikuwa 35. Huyu mmoja ndio hakurudi. Wanampata, yuko na kisu kifuani <coughs> Basi kiongozi akasema, ah, inaonekana umelegea. Nani huyo aliyethubutu kukua kama, nikimkamata nitamvunja vunja mifupa yake mmoja baada ya mwingine. Kila mtu pale akawa na hasira sana. Ni nani atakayekuwa amefanya hivi? Kiongozi akawa ametulia. Inaonekana huyu ameuawa kwa pigo moja, wala hamna haja ya kuomboleza. Mnakiona kisa. Mmeona kimetengenezwa na ngozi. Tangu tumekuwa ni maafisa, tumefundishwa jinsi ya kujihami. Tuwe makini, tunaweza kukaa tena sisi nasi, tunafuata. Tumpeleke basi mwenzetu nyumbani tukamzike vizuri. Wakati wanataka kuinua lile jeneza, kiongozi akasema, subirini kwanza. Sasa pale pale, kwanza akafanya kwanza kitu fulani kama kutesti. Wale wengine wakawa wanasema jamani msipigane inakuwaje? Akaanza kuwaelekeza: wakati mlipopewa mafunzo mlifundishwa kwamba kujihami, hasa eneo la tumbo, ndo mnatakiwa mwe makini. Kwa hiyo wakati hata wanapigana na mwenzie alikuwa anajaribu kukipeleka kisu katika maeneo hayo. Akasema huyu yuko vizuri kwenye martial art, sanaa ya mapigano. Kile uh, ambacho nakiona hapa kinanishangaza kidogo kwamba labda pengine aliyepambana naye ana ujuzi kushinda yeye. Akasogea kwanza kumwangalia tena. Hiki ambacho mmekiona hapa kinaonesha kwamba sio shambulio. Wakaanza kushangaa sio shambulio tena. Kivipi tena? Ah, kwa sababu kwamba ni ngumu sana kwa mtu... yaani kumchoma kisu mtu kikiwa kimejikunja. Hapana, inamaanisha, angalieni kisu kilivyozama kwenda ndani, hakuna mtu anayeweza kufanya kitu kama hicho. Eh, jiraha kama ile. Sawa kabisa. Kwa hiyo mtu pekee ambaye anaweza kuwa amefanya jambo hili na kulithibitisha likakamilika atakuwa ni inhu mwenyewe. Sister, ninhu mwenyewe? Unamaanisha nini? Kama sikosei, inhu atakuwa amejiua. Amejiua? inhu amejiua? Akaanza kuwaelezea kile ambacho anakiona. Alianza kuimagine kwamba inhu alipofika katika ile eneo la uwanda wa kati, alichukua kile kisu alafu akajichoma mwenyewe. Lakini kwa nini afanye hivyo? Ikoaho a kwa mtu yeyote ambaye alikuwa akisafiri kurejea uwanda, ni ngumu sana kwake kwamba kutakuwa na mengi atakayopishana nayo barabarani. Kuna majambazi. Chiu, wako watu wengine si ae, labda pengine yako mambo yaliyomfanya asitamani kurudi tena, akaamua kuyatoa maisha yake, labda pengine sadaka, au alikutana na watu ambao walitaka kumdhihaki akaamua ajiue huu kwanza. Hata hivyo huwa hapendi kabisa kujipaka lipstick, hajawahi kupenda kufanya kitu kama hicho, lakini leo ni tofauti. Midomo yake, mmeona amejipaka lipstick fulani nyembamba hivi, wote wakaanza kuitazama lipstick. Lazima pana kitu ambacho pia amemaanisha kwa rangi aliyoipaka katika midomo yake, kuna kitu anataka kutoa kweli. Walipomfumbua mdomo namna hii, wakapata kuna kijikaratasi mdomoni mwake. Mojao shangwei fumi iwe mojao kao akaelezea kwamba demon section. Ngome hii ya demon ya kishetani Bama, hiyo ilishaondolewa, lakini bado wako waliosalia, na bado anamaanisha kwamba ngome yao haiko salama <coughs> sasa mtazame yule kijana <coughs> anasema, umekataa ni uone upanga wako, lazima leo ni uone. Amevizia usiku usiku, <coughs> anaingia kama mwizi <coughs> Sasa ili amefika tu akaanza kushambuliwa virungu, sio kama visio kimoja, virungu kama vile. <coughs> <coughs> hiki ni chumba ambacho basi tayari kina mgeni mgeni mwingine. Yule Fu Hongxue anaonekana hayuko hapa tena. Sasa huyo mgeni alimtandika kweli. Eh, hey, Eh ibidi afunue uso wake haraka haraka. Oya, ni mimi bwana wewe. wewe wewe, vipi? Unataka unataka kunimaliza? <coughs> hey, brother, hii kumbe ni wewe, asambona hujasema mambo? wewe unataka nikwambie kitu gani? <coughs> Haya, haya, kwa nini nini uko hapa hapa? Kwanza umekuja kufanya nini hapa? Akaanza kujichekesha. Ah, wewe wewe, wewe, mwana ulinitoroka wakati ule hata sikujua nakupata vipi. na na na kukutana <gibu> Eh, Eh, Eh, sasa nashangaa tu, na na <gibu> na, ya, sasa nashangaa tu nakutana na jambazi afu ndo wewe. Unaweza kumkumbuka yule mwanadada, eh, ni yule anaitwa Dinga. eh, sasa kwaninikapa <gibu> <gibu> <gibu> Wakati wakiwa hapo wanapiga story kidogo yakatokea mashambulizi kwa ghafla ilirushwa mishale mingi, maana yake ni kwamba hili lilikuwa ni jaribio la kuwaondoa hawa wote. Ni wanawake. He, itakuwa walikuwa wanakufuata wewe nini? Kwani wewe umewachiti wanawake wangapi? Si afadhali hata ningekuwa na wao mahusiano basi. Sasa akatoka kule, ameondoka taratibu, anasepa. Kwanini unanifatafata nyuma nyuma? Mimi na wewe sasa tumekuwa si pana. Hizi ni dada. Wewe nani mwenzio wewe? Yaani unifuate huku kote. Wewe una kazi za kufanya. Da. Ni dada. Mimi si niko hapa nataka nikulinde. Kaishi bahu ni zizi ba. Ah, wewe mwenyewe hata kungumi wenyewe hujui. Sasa so, unataka unilinde kwa kipi? Eh. Ah, wewe ni ukinikuta we, mimi napiga mashot. Sasa mkononi alikuwa na kakiti. <tutu> Kana piga. Na nani ni shoshana niko poling na tengtie ding ding na. Kwa nini unatembea na vikengele vinapiga kelele mpaka maadui wengine wajue tunaelekea. Tuonyange wada. Hiki nimepewa na mama yangu.

Tangu jana usiku mnaonekana mlikuwa mmesisitiza, mnanifuatilia sasa. Walimshambulia pale, akajitahidi kuwashambulia naye, hawakufanikiwa. Shambulio la kwanza, anatokea mwingine kwa nyuma, walikuwa wamejificha kwenye miti kwa staili ya ajabu. Haya, nafikiri mtakuwa mnamkumbuka yule, tumemwona kwenye Royal Prince, tulikuwa tunamwita brother Yanka, alikuwa anamzimikia e, sana Fengsi. Sasa huko ana jina jingine kabisa, huko anatumia jina la Ye Kai. Au brother Ye. Sasa hili jina hata hivyo, si unakumbuka hapa na mtu ambapo basi alifukiwa mahala fulani, akiwa ameshikiwa eh e, jamaa alimvua nguo kijana mmoja alafu akaondoka na nguo zake yule, sasa ndio Ye Kai. Kwa hiyo huyu anatumia jina la kwa sasa hivi anajifanya yeye ni Ye Kai, nani mtazamaji nilikuambia miaka ishirini iliyopita kiongozi wa dhehebu moja linaitwa Divine Knife, eh, huyo kiongozi anaitwa Bai Tianyu aliuawa na, eh? na aliuawa alimvizia kwenye hekalu, sehemu kama kanisa au msikiti. Kifo chake inavyosemekana kimebaki kuwa kama fumbo eh, kimebaki kuwa kama fumbo kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anafahamika sana kwenye sanaa hii ya martial art yani, mambo ya mapigano. Sasa miaka sasa ishirini baadaye maana yake vijana wake wameshakuwa, watoto wake wamekuwa, mwanawe mmoja wa kambo anaitwa Fu Hongxue tulimuona ndio, sasa akachomoka, anarudi sasa kutokea maeneo ya magharibi, anakwenda Central Plain, hii ni China ya kati, anakwenda kuchunguza ukweli kuhusiana na kifo cha baba yake ambaye ndio wa kambo. Na wakati huo sasa Ye Kai pia na yeye pia kwa namna yake ambaye ndio mtoto wa damu, mtoto wa ndoa ehe, sasa na yeye anakwenda kufanya kitu hicho hicho, eh, ambacho kaka yake anafanya sasa ndo katika mustakabali huo hajafanikiwa huyu jamaa amechukua identity katikati. Hapa ndo kuna mapambano kama mara ya kwanza, binti Ding alikosea au Miss D alikosea mara ya kwanza e. Kitu pekee ambacho kimefanyika hapa unaweza kuona kabisa e, sasa hii kidogo mara ya pili, mwambia unaona, unaona kitu alichonifanyia Hey, he, bana utanisamee kuhusiana na hilo. Eh, sikufanya makusudi. Eh, ukifanya makusudi eh, ulikuwa unaleka wapi? <coughs> eh, basi nisamee tu. Hiyo imetokea kwa bahati mbaya. Sasa sanaji anajishtukia kinoma <coughs> yani. <coughs> Eh, wewe unaniumiza afu wewe. <coughs> Mmm, sasa kalichomoa kile kisu. Mara ya kwanza kidogo, mlenga, <coughs> ha, ya kwanza alilenga kumbe hajapatia, akamiss kidogo eh, kikamlenga yeye. Haya, tunaendelea mbele kwa mbele. Burudani lazima iendelee na hakikisha basi unazingatia matangazo yote utakayokuwa unayaona katika skrini yako. Burudani ikiwa inaendelea, basi na matangazo pia e, anakupatia ujumbe mzuri kabisa kutokea studio hapo. Wewe angalia kile unachoona kinakufaa, halafu tutawasiliana sasa baadaye. Wale maskari wali sasa, inaonekana yule jamaa ameondoka, wakiwa wanamuongelea yule jamaa Fu Hongxue, wakiwa wanamuongelea yule, I mean, huyu kijana anayejiita Ye Kai au Murong Mingzhu. Ehe, vipi sasa kwa hiyo wakasema, hata yule mwingine Fu Hongxue inakuwaja pia amesema sasa. Mwingine walisikia kama sauti fulani ambazo mara nyingi kunapokuwaga na misafara ehe, basi hizo sauti zinasikika. Mwanzoni hawakutilia sana yani, kama angalia, inaonekana sasa itakuwa labda ameenda milimani, na mtu akiwa amekaa hapa juu, maana yake anaweza kuona kule chini. Unaona eh? Kwa hiyo maana yake ni kwamba aliangalia kwa muda mrefu kule tunafanya. Hii ni maana yake ni kwamba pia pengine anatafuta njia rahisi wapi ambapo ni sehemu sahihi kwa ajili ya yeye kufanya shambulizi. Inaonekana pia kwamba si kwa mbali sana. Kivipi? Shaji. Huyo atakuwa alikuja kwa nia mbaya; alitaka kufanya maangamizi. Alitaka kumua bosi. Sijawahi kukuona ukiwa katika hali ya hofu kiasi hiki. Akamwonesha kiji karatasi alichokitoa mdomoni mwa, akasema basi, hiki labda pengine ni maamuzi, Mungu mwenyewe ameamua. Rujinshi yuncheng ni zhuan de shi. Wakati tulipodhani fate, yani hatma yetu itabadilika, lakini inaonekana Mungu anataka tukutane tena wao ii

wala usiwaze mtazamaji, unajua sinema inapoanza mwanzoni kunakuwa na mafumbo ya hapa na pale, afu baadaye yanafunguka. Kwa hiyo kuna vitu vyao wanavyoongea, tutaanza kuviona kimoja baada ya kingine. Akaja akaitwa hapo kwamba kuna msafara mkubwa ambao unakuja. Baada ya huyo bosi wao kusikia kuna msafara unakuja, akawa anasema hii itakuwa ni karma. Hii ukiwa umekaa katika eneo la juu kabisa, utaweza kuona msafara huo jinsi ulivyokuwa kubwa lakini vile vile kuna gari la sedan ambalo limembeba mtu muhimu au mtu mashuhuri. Mtu huyo anaonekana akiwa anavutwa na watumwa. Gari lenyewe lina matairi mazito sana, kwa hiyo hata watumwa wenyewe wanaonekana wanakomaa kweli, na ni watu wazima kabisa. Ukiona watu wazima hii maana yake katika historia za sinema kabisa, hii inamaanisha kwamba hawa ni watumwa ambao wamekaa utumwani kwa miaka mingi sana, yani tangu walipokuwa wadogo mpaka wanakuwa watu wazima. Basi ndio hivyo, unaona gari linavutwa na wanachapwa eh, kwa sababu wanatakiwa eh, wanachapwa viboko kwa sababu wanatakiwa waongeze kasi. Ndipo tunaona mbele yao anatokea master Fu Hongxue. Mwanzoni huyu tulikuwa tunamuita Lian Cheng B kwenye ile Royal Prince. Wewe nani wewe? Wakamuuliza. Atoka. Hebu pisha njiani. Kama nani unathubutu kutuzuia wewe? Lile kundi la wale askari wote walikuwa juu milimani wakiwa wanashuhudia kila kitu. Zaofei, hebu ita mabodigedi wetu wamuondoe huyu, haraka sana. Basi pale sasa ukiangalia wakaitwa watu wakamzingira, zingira pale pale. Hey, yani amezungukwa na watu wengi sana, anachomoka vipi wenzie pale, yani, wale maaskari wasiri ma secret agent wale na wako pale wanakula chabo, hapo yuko Muron Minzu pia pamoja na miss D na wanapiga chabo wakiwa juu mlimani. Basi wale mabodgad wakapewa komando ya kwamba wakamalize jamaa. Bwana ni mbaya kinoma. Kumbe kwenye kupata, kama wakati ule tulipokuwa tunamwona anatumia ile gelu swed, upanga ule wa Kichina. Sasa huko ana upanga wake pia, yuko spidi sana. Angalia, ndani ya sekunde chache kashavuka kaenda mbali sana. Unajua ule ni msafara afu kila eneo anaenda juu alafu anarudi namna hii, eh, akachukua upanga mmoja mkubwa sana ambao ile jamaa alikuwa. Sasa kuna askari wawili ambao lazima wavu ndio unafikia lile gari la Ngoja tuone ataweza hapa. u sasa akawa mapambano yamesha kuwa makali, lakini hawa mabodigadi wawili pia ambao wa walikuwa ee, ndio wako nyuma kabisa kulinda ile gari na wenyewe wakawa wameshindwa ku. Sasa anaelekea kulikaribia gari na inaonekana ndani pana mtu mashuhuri. Mtu angalia anavyokwenda kasi, yani anawapanda watu vichwani kama kitu cha kawaida huu ni uwezo ambao ako nao haraka sana. Akaingia mule ndani ya lile gari na upanga wake, lakini alikuwemo ndani haraka sana na yeye ikabidi achomoke, kabla alijamkuta la kumkuta kama ilivyokuwa kwa Shane Bijuan. Wakati tulipotazama Royal, tunaona huyu naye pia amejifunika kijitambaa usoni kwenye episodi za mwanzo kabisa. Ni nani? Haya, mapambano yalin mwana dada anaonekana ameufunika uso, lakini Master Fu naye yuko hodari. Wakati mwingine aliupitisha upanga akamkosa kosa kidogo, akaondoka na nywele kadhaa kitambaa. Sasa akimo tena uso. Hey, Master Fu kumtazama namna hii, ni mtoto mmoja mkali sana. Kila akimtazama namna hii akili yote inahama kabisa. Mtazamaji, hapo ndo tumeikamilisha episodi hiyo ya pili. Bila shaka tutakuwa na muendelezo katika episodi ya tatu na ya nne na ya tano na zingine nyingi, lakini nazingatia basi yale ambayo umeyaona katika skrini yako na muhimu zaidi ni kusubscribe. Hakikisha una subscribe, hakikisha una bofia notification bell kengele ile eh, kwa maana unapobofia kengele, basi mambo yote yanakuwa mazuri kabisa. Like, una una comment, una share. Auna eh, burudani inanoga kwa staili hiyo. Ukiwa unafanya hivyo basi mambo yanakaa mazuri kabisa. Kabisa. Lakini Lakini vile vile vile vile nimekupa maelekezo ukifika YouTube YouTube YouTube wewe tafuta andika Mr. Lukindo, halafu subscribe. Ni rahisi sana kufanya hivyo. Eh, ukienda moja moja kwa moja utaona eh, utaweza kuipata channel. Channel vile vile channel pia, Unaweza kununua YouTube channel kwangu. unaweza kununua kununua kwangu, kwangu, piga namba unayoiona kwenye screen hapa. Eh, tutafanya biashara vizuri kabisa. Kama haitoshi, Eh, he, basi we mtazamaji unaitazama hapa hakikisha umesubscribe, hakikisha umesubscribe YouTube yetu hapa eh, pamoja na kubofya eh, ile, alama au ile kengele. Kama haitoshi, basi unaweza kutangaza nasi eh, kupitia YouTube yetu, nambari ya simu inaonekana, eh, unaweza kuitumia. Karibu sana wakati wote, lolote, lolote lile linawezekana, basi kwenye YouTube pia ukitutafuta kwa kuandika YouTube unaweza kutupata na mambo eh, no? mengine yote Asante sana tutakutana kwenye episodi ya tatu na zingine zinazo ehe, burudani lazima iendelee. Basi hakikisha unamwaga maoni yako, unamwaga comments za kutosha e, wakati tunapoendelea kuitazama Legend of Chi, hakikisha maoni ni mengi na ya kutosha. Weka comments za kutosha kisha una like, una share e, mambona ka ja. Kama hujawahi kusubscribe una subscribe. Baada ya kukipata kisa hiki kizuri kabisa ambacho ndani yake kina vingi ambavyo vimekaa kama mafumbo, basi hebu hiwe ndiyo ya sisi kuelekea kupata ni nini ambacho kitafuata, maana yake baada ya yote yale ambayo tumeshafahamishwa katika story. E, ukweli ni kwamba kuna majibu tunaenda kuyapata katika basi episode zinazofuata. Kama mtu na kaka yake wanatafuta muuaji wa baba yao, je, watafanikiwa? Basi tukutane kwenye episode inayofuata.